Mtoto wa kiume wa rais Samia Suluhu Hassan anayeitwa Abdul Halim Hafiz Amir ametajwa na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani kama ndiye aliyeratibu operation ya kinyama kabisa ambayo imepelekea vifo vya maelfu ya vijana wa Kitanzania maarufu kama Gen Z, ambapo report, baadhi ya ripoti zinadai kuwa idadi ya vifo sasa imezidi watu elfu tano lakini licha ya hilo, taarifa zinaendelea kueleza kuwa unyama huo unaendelea, mauaji yanaendelea katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Licha ya ripoti hiyo ya sauti ya Ujerumani kumtaja Abdul kama mratibu wa hiyo operesheni iliyopelekea mauaji, pia imetanabaisha kuwa yeye kwa sasa ndiye mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Kabla ya kukuchezeshea klip ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani kuhusu Abdul ni kuletea kwa kifupi maelezo yaliyotolewa na bloga maarufu kabisa nchini Kenya, Cyprian Nyakundi, hapo jana kuhusu Abdul. Alieleza bloga huyo kwamba vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa Abdul ni mtu anayehofiwa zaidi nchini Tanzania, na inadaiwa kuwa ndiye anayeongoza idara ya usalama wa taifa ya Tanzania inayofahamika kama Tis. Na akahitaja hii idara ya usalama wa taifa kama taasisi ya kigaidi kutokana na vitendo vyake. Akaeleza kwamba Abdul anatuhumiwa kupanga utekwaji na mateso kupitia kitengo cha siri, na kwamba wanasiasa wa upinzani, waandishi wa habari na wanaharakati wanadaiwa kutoweka chini ya ushawishi wake, na kwamba baadhi ya maafisa wa zamani wa serikali waliwahi kutoa onyo kuhusu vitendo hivyo, yaani kuhusiana na huyu Abdul, lakini matokeo yake ni kwamba maafisa hao walikuwa miongoni mwa walioishia kupotea. Kadhalika, Cyprian imedai kwamba inadaiwa maasa wanaotekeleza maagizo yake hutumia vituo vya siri vya kutesa na, ku, na kunyamazisha watu. Taasisi ya kimataifa ya Amnesty International imetambua hali hii kama ongezeko la ukandamizaji lililovuka viwango vya miaka ya nyuma na baada ya uchaguzi Abdul anatuhumiwa kusimamia operesheni ya kukandamiza wananchi ambazo operesheni mbalimbali za kukandamiza wananchi ambazo, wananchi, ambazo zime, zimeishia kugharimu maelfu ya maisha ya Watanzania. Uh, kadhalika anasema kwamba bila cheo chochote rasmi, Abdul anaonekana kuwa na mamlaka makubwa lakini yasiyo rasmi, na watu wa ndani ya serikali wanaeleza kwamba ana nguvu kuu inayotawala utawala wa mama yake. Kadhalika, Cyprian amehitimisha kwamba kutamka tu jina la Abdul kunasemekana kuwa ni kunaweza kuhatarisha maisha ya mtu, na inaelezwa kwamba hii uh, idara ya Usalama wa Taifa chini ya uongozi wake imeteke, imetekeleza mauaji ya maelfu ya watu hasa katika kipindi hiki cha uh, maandamano. Lakini ikumbukwe kwamba hata kabla ya maandamano kulikuwa na janga la utekaji ambalo idara ya Usalama wa Taifa nayo pia imehusishwa na hilo na kadhalika, Abdul kwa jina la Abdul limekuwa likitajwa mara kwa mara kuhusiana na hili janga la utekaji. Kwa hiyo makala hii uh, pamoja na hii makala ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani pia taasisi mbalimbali mbali za habari na za kimataifa zimetaja jina la Abdul ambapo jarida la uchambuzi la Africa Confidential limemtaja na pia vyombo vya habari kama NPR uh, hii ni ya kimataifa pia vimemtaja. Hebu sikiliza hii clip ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani. Tisa ambao waangalizi wa kimataifa wanasema haukuzingatia haki wala haukuwa huru, na mamlaka zinakabiliwa na maswali mengi kuhusu mauaji yanayodaiwa kufanywa na vikosi vya usalama. Lakini wakati kwa kiasi kikubwa lawama na hasira zikielekezwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, wakosoaji wanasema ana washirika wake wanaopaswa pia kubebeshwa lawama. Je, ni kina nani? Ripoti ifuatayo inasomwa na Bakari Ubena, inakupa taswira ya wanaotajwa. Kilio cha Watanzania na hasa waliopoteza ndugu na jamaa zao kufuatia vurugu zilizotokea kinaendelea kusikika japo kimya kimya na kwa hofu kubwa. Lawama za mauaji yanayotuhumiwa kufanywa na vikosi vya usalama zinasikika kutoka makundi mbalimbali, tangu Umoja wa Mataifa, mashirika ya kutetea haki za binadamu hadi chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, CHADEMA, ambacho kimedai idadi ya waliouawa wanaweza kufikia zaidi ya watu elfu moja. Rais Samia Suluhu Hassan ndiye kiongozi mkuu wa majeshi nchini Tanzania na bila shaka mwenyekiti wa chama tawala kinachoiongoza nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 50. Chini ya uongozi wake, kabla ya uchaguzi huu, Kumetokea ukandamizaji mkubwa dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa ambapo miongoni mwa ukandamizaji huo ni pamoja na kumzuia kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu kushiriki uchaguzi kwa kufunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya kutoa mwito wa kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Hivi sasa wakati Rais Samia akiwa ndiye anayelengwa zaidi na hasira za Watanzania, wakosoaji wanasema hayuko peke yake, anawashirika na kwa kiasi kikubwa siyo yeye mwenye usemi mkubwa. Jakaa ya kaya Mrisho Kikwete ndiye rais pekee wa zamani wa Tanzania aliyoko hai bado ameendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo tangu alipomaliza muda wake mwaka 2015 na yeye alikuwa chachu ya mageuzi ya uongozi. Alipofariki akiwa madarakani rais John Pombe Magufuli mnamo mwaka 2021 na kuingia Samia Suluhu Hassan. Watanzania wengi wanamuona Kikwete kama mtu aliyecheza nafasi kubwa nyuma ya pazia kuunga mkono kuingia kwa Samia, na wanamkosoa juu ya machafuko yaliyotokea. Kikwete bado hajasema chochote kujibu tuhuma za namna hiyo hadharani. Mwanasheria wa masuala ya haki za binadamu Tito Magoti amesema Kikwete pia anatazamwa kama mtu aliyesimamia masilahi ya kibiashara ya wageni, akihakikisha anaendeleza uthabiti wa kisiasa. Lakini yuko pia makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani na katibu mkuu wa CCM aliyemaliza muda wake. Yeye na samia waliapishwa Jumatatu kuiongoza nchi. Nchimbi anatazamwa kama mtu mwenye mtazamo halisi wa CCM ambaye ana nafasi nzuri ya uwezekano wa kumrithi Samia muhula wake wa miaka mitano utakapomalizika. Yuko pia lakini, mtoto wa kiume wa rais Samia ambaye anatajwa kwa hakika ndiye mshauri wake mkuu ambaye ni Abdul Halim Hafidh Ameir. Wakati huyo akiwa hashikilii nafasi yoyote rasmi katika serikali ya Samia, baadhi ya wa wakosoaji wanadai alikuwa mpanga mikakati mkubwa wa mpango huu kuwa andama wa kuwaandama waandamanaji. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa William Fama, mtafiti wa masuala ya ushauri kuhusu Afrika. Humphrey Polepole, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na kiongozi mwandamizi wa zamani wa CCM alipotezwa na hadi sasa haijulikani aliko tangu kuchukuliwa kutoka nyumbani kwake mwezi uliopita, baada ya kumkosoa rais Samia na kutuhumu kwamba Abdul alikuwa ndiye mkuu asiye rasmi wa idara ya ujasusi. Abdul hata hivyo hajawahi kujibu tuhuma hizo hadharani. Pia aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda naye ni mmoja wa wanasiasa wanaotajwa kuwa na usemi ndani ya CCM. Kwa mujibu wa William Fama, mtafiti kutoka shirika linaloshughulikia masuala ya kutoa ushauri kuhusu Afrika lenye makao yake mjini London, Uingereza, anasema kuna uwezekano mkubwa kwamba Makonda akapewa nafasi ya juu ya uongozi katika serikali ijayo. na itakumbukwa mar Hiyo ni ripoti ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani ambayo pamoja na mambo mengine imemtaja mtoto wa rais Samia Suluhu Hassan anayefahamika kwa jina la Abdul. Hata hivyo, jina la Abdul lilianza kusikika around Januari ya mwaka huu 2025. Nakumbuka wakati huo kulikuwa na mchakato wa uchaguzi mkuu ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na alikuwa mgombea wa nafasi ya mwenyekiti wakati huo akiwa katika wadhifa wa makamu mwenyekiti upande wa bara, Mheshimiwa Tundu Antipasilisu alieleza hadharani kwamba mtoto wa Rais Samia anaitwa Abdul alijaribu kumhonga na alijaribu kufanya hivyo kupitia aliyekuwa kiongozi mwandamizi wa chama hicho Hezekia Wenje, ambaye mnafahamu kuwa kwa sasa amejiunga na chama cha Mapinduzi, na Mheshimiwa Lissu alikutana na huyo Abdul, lakini jaribio la kumhonga likawa limeshindikana. Taarifa zilizofuata baadaye zilielezwa kwamba Abdul amemwaga fedha nyingi a, kujaribu kutengeneza matokeo aliyotaka yeye kuhusiana na uchaguzi wa Chadema na kwamba fedha zilizotolewa hazikuwa tu katika ngazi ya uchaguzi mkuu, lakini fedha zilianza katika mchakato wa mwanzo kabisa wa uchaguzi, kwamba watu waliochaguliwa walipatikana kwa malengo ya kuja a, kutengeneza matokeo rasmi katika uchaguzi huo mkuu wa chama hicho. Hata hivyo, kama unavyofahamu, matokeo ya uchaguzi yalikwenda kinyume na matarajio yake, ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu alifanikiwa kumshinda mpinzani wake, mwenyekiti wa zamani wa chama hicho um, uh, mheshimiwa Freeman Mbowe. Kadhalika, baada ya kutokea sokomoko ndani ya Chadema, ambapo liliibuka kundi lililokuwa uh, inajiita na tano uh, likipinga uongozi wa mheshimiwa Lisu na baadaye kujitoa ndani ya chama hicho uh, zilisikika tuhuma kwamba Abdul alikuwa anahusika kwamba fedha yake ndiyo iliyopelekea huo mgogoro, na hata hicho chama cha ubwabwa cha umma kwamba kimepata nguvu ya kufanya haya aliyofanya, kutokana na fedha za huyo Abdul. Wakati mwingine ambapo jina la Abdul lilisikika japo hili halikusikika hadharani, ilikuwa ni wakati yalipotokea mabadiliko ya uongozi ndani ya idara ya usalama wa taifa mwezi Julai mwaka jana, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa idara hiyo Balozi Ali Siwa aliondolewa katika nafasi hiyo na badala yake nafasi ikakabidhiwa kwa Bwana Seleman Mombo. Wanaofahamu undani wa mabadiliko hayo wanasema mabadiliko hayo yalitokana na shinikizo kutoka kwa Abdul, na baadhi ya watu wanadai kwamba Abdul alikuwa anamkosea heshima Balozi Siwa ambaye kiumri ni mtu ni mzee, ambapo alikuwa anamtukana mpaka hadharani. Hayo ni kwa mujibu wa tetezi hazijawahi kuthibitishwa na hazijawahi kusikika hadharani. Wakati mwingine ambapo jina la Abdul lilisikika ni takriban mwezi mmoja tu baada ya hayo mabadiliko katika idara ya usalama wa taifa, ambapo kilitokea kifo cha uh, kiongozi mwandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, uh, marehemu mzee Ali Kibao. Taarifa zilidai kwamba kulikuwa na shinikizo kwa mzee kibao aisaliti Chadema. Mzee kibao alikuwa ni mtu wa intelijensia ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kwa hiyo kulikuwa na shinikizo la kumtaka akisaliti chama hicho, lakini huyu mzee alikataa, kwa sababu alikuwa na mapenzi ya dhati na Chadema. Kukataa kwake kulipelekea unyama mkubwa uliofanywa dhidi yake. Alitekwa akiwa kwenye basi, baada ya kutekwa walimtoboa macho akiwa hai, halafu wakamuua. Na baada ya kumuua, maiti yake ilimwagiwa tindikali. Tukio hili lilihusishwa na Abdul japo halikuwa hadharani. Muda mfupi baadaye, uh, miezi kadhaa baadaye, Balozi Humphrey Polepole alijiondoa serikalini, aliandika barua ya kujiuzuru. Na baada ya kujiuzuru, akawa akiwafahamisha Watanzania kuhusu masuala mbalimbali, na yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza kujitokeza hadharani na kutaja jina la Abdul kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa, na akamtuhumu kwamba ndiye anayehusika na masuala ya utekaji na vitu kama hivyo. Lakini jina lake limepaa zaidi katika kipindi hiki cha maandamano ya Gen Z ambapo inaelezwa kuwa amehusika kwa kiasi kikubwa, kama ulivyosikia katika taarifa ya Idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Ujerumani. Kadhalika zaidi ya ripoti 15 na imefanya utafiti uh, mtandaoni kuna taasisi za kimataifa 15 zimemtaja Abdul kama mhusika katika haya yanayoendelea lakini pia zimemtaja kama kwa sasa ndiye kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu haya. Je, una maoni gani kuhusu haya uliyosikia? Karibu tuwe maoni yako. Asante na kwa